Moja ya uongo ambao umesababisha hofu kubwa kwa watu wenye kisukari na jamii nzima, kuhusiana na ugonjwa wa kisukari ni ile imani ya kwamba hili ni tatizo sugu ambalo halitibiki na ukilipata linakuwa endelevu, linazidi kukomaa na kusababisha complication nyingi sana, inasababisha uharibifu wa macho, kuharibu figo, kusababisha upofu, watu wanapoteza wana viungo. Kwa hiyo mtu anaposikia amepata tatizo la kisukari, inayokuja ni hayo madhara mabaya, ni huu ugonjwa ambao unamfanya awe mtumiaji wa dawa maisha yake yote. Na ndio maana kijana anapogundulika na tatizo la kisukari au mtu yeyote, baadhi wanakuwa very discouraged, wanakata tamaa sana. Na kuna wengine, kwa mfano, kuna client wangu mmoja, yeye alipata tatizo la sukari, tulikuwa tunazungumza naye, rafiki mwaka jana alipata ile tatizo, anakwambia siku hiyo alikuwa haumwi, hana changamoto kihivyo ilikuwa ni kama kazini kwao kuna check up ambazo wao wanafanya tu. Kwa siku hiyo wamekuja kuwapima akakuta sukari yake iko 20 na imagine, hana ganzi hakojoi hana changamoto za macho, na maana yeye anajiona yuko fine. Lakini siku hiyo akaambiwa sukari yake iko juu sana, akaambiwa by the way, labda umekula. Akasema sijala. Okay, hebu pima kwa siku tatu tu tu tuweze kujiridhisha. Bahati mbaya alivyopima na kesho yake aliambiwa usile ndio tupime, akapima akakuta iko juu Alikata tamaa. Ndani ya hiyo wiki yake ya kwanza, ganzi kali zilianza kumsumbua, alianza kukojoa mara kwa mara, alianza kusikia mwili wake wote unauma. Kwa nini sasa? Si ni ile nguvu ya kujua tu, japo ilikuwa ni vizuri kugundua ugonjwa ili aanze kudhibiti, kwa sababu ungeweza kumletea madhara ya ghafla, akajikuta na madhara mabaya zaidi, lakini kilichomuumiza zaidi ni ile taarifa. Ndio maana nakwambia Kisaikolojia sisi tuna muunganiko mkubwa sana na miili yetu. Ndio maana unapokuwa huko vizuri sana, una matrauma mengi, una machangamoto mengi, yanaweza pia katriga magonjwa ya kimwili. Lakini huyu ina maana alienda kutengeneza changamoto nyingi zaidi baada tu ya kujua taarifa. Kwa hiyo picha yake, kwa sababu anasema mind huwa inaona kupitia picha, picha, eh. Kwa hiyo picha kwa zilianza kuja sasa, nimepata sukari. Kwa hiyo kwa hiyo sasa nimekaishia huko kuna transitiona madawa ya milele. Kwa hiyo nisipokaa vizuri mimi nitapoteza viungo vyangu. Mbona nabia hata miaka mbona hata miaka yangu bado ni michache sana. Kwa hiyo nitashindwa hata ku, kuna picha ziko zinakuja ambazo zinamuumiza. Lakini sio kweli. Ugonjwa wa kisukari sio chronic and progressive disease ambayo inatengeneza complications za milele na inakufanya uwe tegemezi wa dawa. Lakini inaweza kuwa kweli kama utafanya zile tiba za management ambazo asilimia kubwa ya wagonjwa wa kisukari mnafanya management, lakini notion hiyo inakuunga mkono kama unafanya tiba ya kuishi na ugonjwa wa kisukari, kwa sababu ziko tiba mbili. Ziko tiba za kukusaidia kuishi na ugonjwa wa kisukari, ambapo lazima uwe tegemezi wa dawa milele, lakini pia ziko tiba za kukusaidia kuondoa kabisa huu ugonjwa, ambapo utahitaji kujipa kipindi cha kufanya lifestyle change. kufanya mabadiliko makubwa ya mtindo wako wa maisha, hasa ulaji Ukifanya hivyo, baada ya muda hutahitaji dawa yoyote yoyotekuuha sukari. Baada ya muda kama kuna changamoto zilizokuwa zinakusumbua zote zitaondoka. Baada ya muda, hata hivyo, vipimo vikubwa vilivyotumika kukubaini kwamba uy ni mgonjwa wa kisukari kama glucomet, hba1c vipimo vya insulin, vipimo vya ogtt vinaweza pia vikakudikos, yani vikakudisqualify kwenye kundi la wagonjwa wa kisukari kwamba wewe hauna tatizo tena. Zile medication ambazo ulikuwa unahitaji kila kila siku kumeza dawa kushusha sukari zikawa tena hauzihitaji, na hata ukilazimisha zikasababisha tatizo la hypoglycemia, yani sukari ikashuka zaidi, kwa sababu utakua umeshakuwa nomo kabisa. Kwa hiyo usikate tamaa, usiogope. Huu ni ugonjwa ambao unaweza ukadhibitiwa na ukaishi maisha yako huru kabisa. Ishu kubwa tu Usijisalimishe kwenye tiba za kuishi na ugonjwa wa kisukari, usijimilikishe ugonjwa: sukari yangu, sukari yangu. Amini kabisa ni kitu cha mpito ambacho kitaondoka, kitaniacha nitaendelea kuwa na maisha yangu vizuri. Tuna shuhuda za mamia ya watu ambao tumeweza kuwasaidia kupitia programu zetu, wameweza kupona, wameweza kudhibiti, changamoto zimeondoka zote, hawategemei dawa tena. Ina maana kama wengi wanaweza, hata wewe unaweza. Naamini umejifunza, naamini utakuwa umepata point kwamba Sio progressive disease. Sio ugonjwa hatari kama unavyoambiwa, ikiwa utafata zile kodi za kuondoa huu ugonjwa. Naitwa Sam Nature, turudi kwenye nature. Kama unahitaji kuingia kwenye program za kukusaidia ku reverse ugonjwa badala ya kubaki kwenye management, ambapo unaisha kubaki tumia dawa ambazo hazina kikomo, unaisha kula vyakula ambavyo vinajenga na kukomaza ugonjwa, kwetu tutakusaidia kwenda kinyume na mtindo huo ili uweze kuuaga ugonjwa wa kisukari, chukua namba kwenye comment hapo, nipigie tuweze kuwasiliana, au comment program, nami nitakupa maelekezo ili tuweze kuwasiliana uingie kwenye programu zetu. Naitwa Sam Nature, turudi kwenye nature.